Kwanza, naitwa Alfonsi Lusako, ni assistant human rights monitor eh, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ni afisa mwangalizi wa masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu na ni mmoja ambaye nilikuwa kwenye press eh, conference ya kwanza eh, wakati eh, Nondo eh, tumetua, amini Mtandao wa Wanafunzi Tanzania umetoa taarifa za kutoonekana kwa Abdul nondo kwayo. Kwa hiyo tumeitwa kwa ajili ya eh, kutoa eh, ushahidi tangu tukio linatokea. Nondo mazingira gani yalikuwepo mpaka sasa ipoje? Kwa tumeitwa tu kutoa ni nini ambacho tunakifahamu kuhusu eh, Abdul Nondo na namna gani, kwa mimi nimekuwa kiongozi wa TSNP eh, tangu elfu mbili kumi na nne eh, sasa sahizi nipo elecharasii, kwa kuna vitu vingi ambavyo nataka wavijue kuhusu Nondo alivyo na tukio la kupotea kwake Kifupi ni hayo, na sisi tumetoa ushirikiano kwa wakati ulivyoweza eh, kwa namna ambavyo wao wametuuliza, tumewapa ushirikiano jeshi la polisi ya, kwa mujibu wa taarifa ambazo wao wamesema, wamesema hawafanyi interrogation, wanafanya interview eh, wanatufanyia interview kwa ajili ya kujua tu eh, namna namna gani eh, nadhani kuna procedure za kwenda mahakamani ili haki ikatendeke huko. Kwa hiyo walitaka wa, watufanyie interview kuhusu suala la Abdul Nondo nadhani na kuna masuala kwanza, Nondo wanash, mpaka sasa wanasema mpaka Ijumaa walisema anashikiliwa kama mwathirika wa tukio la kutekwa na hawakumshikilia kama accused, na kikubwa kwenye mas, muktadha wa sheria eh, nadhani kuna mwanasheria hapa ataeleza, mtu ambaye eh, eh, ni mwathirika au accused na haki gani kuna changamoto ambazo zimejitokeza kweli. Mpaka sasa mawakili wa Nondo hawajaonana naye, na nadhani mpaka sasa mnaona Nondo hajapata fursa ya kuongea lolote. Nadhani changamoto ambazo zipo mpaka sasa, nadhani mwanasheria hapa wa wa wa TSNP anaweza kueleza kiundani. Asante kwa Kisabo, TSNP, tunipokea, tunipokea kwa kwa jina mimi mimi ni ni ni idara ya ya vivyo hivyo. Taarifa taarifa taarifa tunaipokea, kwanza tulipokea kwa masikitiko, kwa sababu ambayo zinakingana ukiangalia RPC wa Iringa na hiyo taarifa mambo sasa ziko tofauti. Kwa maana hiyo, kama taarifa za wao kama wao kama wachunguzi na wapelelezi zinatofautiana, maana hapo tayari kuna mashaka. Kwa hiyo hatuna uhakika sasa mazingira ya Nondo ni yapi, kwa sababu taarifa zao zenyewe zinatofautiana. Sawa, na wamesema kwamba watampeleka mahakamani. Kwa hiyo sisi tunasubiri tuende mahakamani na tunaamini mahakama itatenda haki. Kwa mahojiano ambao tumefanya kwa siku ya leo, wamesema kwamba ukituhitaji tena utatuita, lakini kinachoendelea ni kwamba wao wanamalizia hatua za upelelezi waweze kumfikisha Bwana Abdul Nondo, mwenyekiti wetu mahakamani ndo kitu ambacho kinaendelea mpaka sasa. Of course, sisi tunaamini ni process za kisheria, kwa sababu tumeitwa na mpelelezi ambaye anahusika na swala la kupeleleza swala zima la Abdul Nondo. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ni maswala ma, mazima ya kisheria, na ndio maana sisi tulikuja tukatoa ushirikiano tangu asubuhi, tukaonyesha ushirikiano wetu, tukaojiwa, tumeonyesha ushirikiano mzuri tu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ni maswala yao ya kiupelelezi katika kusaidia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 kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizo zilizodadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi mia tano tu. La Jumapili, Sporti Extra, uhondo tu ya, aludiva divana, the sexy lady Kupata habari zangu na mastaa wengine na ishi zote za mjini, unaweza kudownload app ya Global Publishers ukapata habari zote kiurahisi kupitia kiganja chako. Unapata habari zote kupitia mkononi mwako, ni kudownload app ya Global Publishers.